Tangazo, kuna mbindi nauliza, uzinduzi wa album mpya kabisa itwayo Ukiinuliwa, ukiinuliwa na Mungu hakuna wa kukushusha chini inayoimbwa na kwaya New Jerusalem Anglican Kibondo. Uzinduzi huu utafanyika siku ya Jumapili tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2025, kanisa la Sant Irai Anglican Kibondo kuanzia saa saba mchana. Hakuna kiingilio, kwaya mbalimbali zitakuwepo. Wote mnakaribishwa. Mwete, mna Mimina, mimina, mimi. Mimina, mimina, mimi Mimina Baraka Mimina Mimina Mimina Mimina Mimina tena.